Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme TEMESA imekuja na mkakati mpya wa huduma za kisasa katika ukarabati wa vyombo vya usafiri ikiwa ni njia ya uhakika na salama kwa vifaa hivyo. Akifungua mafunzo kwa mafundi kutoka mikoa 26 nchini, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr Charles Msonde amesema ndani ya miezi mitatu TEMESA itakuwa na huduma bora zaidi na lengo la kuunda taasisi tangu koloni ililenga kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya moto vinapoharibika vitengenezwe kwa weledi na vikiwa salama. Kupitia mikono yenu, vitawawezesha viongozi wetu wa nchi hii na watumishi na wanajamii na wananchi na Watanzania wanapotembea katika vyombo vile wanakuwa salama, salama kabisa. Usalama wa watumishi na viongozi wetu kupitia vyombo wanavyotembea huko mikononi mwetu. Serikali ilipoanzisha TEMESA ililenga vilevile vile pamoja na mambo mengine kuhakikisha tunadhibiti mwenendo ya matumizi ya fedha za serikali katika matengenezo ya vyombo vyao kupitia chombo chake hiki cha TEMESA. Serikali ililenga, ninyi mnapotengeneza, tutakuwa na thamani ya fedha ya matengenezo, badala ya kuhusu magari yakatengenezwa ovyo ovyo mtaani kule, ambapo unaweza ukawepo na uchochoro wa upigaji wa fedha za serikali ulipewa jukumu hilo la kuhakikisha matengenezo imara sahihi na bora, lakini kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinapotengenezwa thamani ya fedha ya matengenezo inakuwa ni thamani inayolingana na ubora wenyewe, lakini ni thamani ambayo haiendi kuhakikisha fedha za serikali zinapotea. Jukumu hili si dogo, ni jukumu muhimu na kubwa. Nyinyi wadau, mna wajibu wenu wa kutimiza. Unao wajibu wa kuhakikisha kwamba magari yetu yanapoenda kutengenezwa yanaingizwa kwenye mifumo ya matengenezo mumi mifumo maalum iliyotengenezwa, ili gari lako linapoenda kwenye mifumo ile tuweze kuliona. TEMESA liingie likiwa kwenye mifumo imepelekwa kwa ajili ya matengenezo, na TEMESA mnapofanya wajibu wenu wa kulichunguza gari lile na kulipa gharama zake stahiki, gharama sahihi, ikiwekewa ile gharama zake sahihi, wadau kule waweze kuliona gharama zake ni hizi kwenye mfumo na wakiidhinisha kwenye mfumo na nikitengeneza kwenye mfumo na, na kibali cha kukamilika kutengeneza kwa gari hiyo, kitoka kwenye mfumo. Nataka serikali sisi kwa pamoja wadau na sisi wakala tuhakikishe kwamba mifumo hii inafanya kazi na matengenezo ya kila gari kiwe na uwezo wa kusema gari hili liko wapi, yatengenezwa wapi, limekwamia wapi. Tufanye hivyo kwa kushirikiana wote pamoja, kila mdau akitimiza na kutekeleza wajibu wake tukienda kwa pamoja na kuunga mkono jitihada za serikali, ninaamini TEMESA itafanya majukumu yake vizuri ya kuhakikisha kwamba magari yanatengenezwa kwa weledi, magari yanakamilishwa kwa weledi, viongozi wanakuwa salama katika kutembelea na magari hayo. Lakini wote kwa pamoja, wadau na sisi, tutahakikisha kwamba matumizi ya fedha za serikali yanalindwa kulingana na thamani ya fedha hizo zilizotumika katika utengenezaji wa magari yetu. Katika kuboresha zaidi, Dk. Msonde akatoa maelekezo kwa NIT, TEMESA na mafundi ambao wanapata mafunzo hayo. Tumewahakiki mafundi tulionao kule, wengi wana weledi, lakini kwa kuzingatia kwamba wapo wachache ambao hawana weledi, na kwa kuzingatia kwamba teknolojia inabadilika kila siku, mafunzo haya mnayoyatoa kwa mafundi yatolewe kwa wote, yawe endelevu na ya yasiishie siku moja, kila baada ya muda kadhaa mafundi wetu waje wapewe mafunzo yanayostahili. Jambo la pili, mkahakikishe kama ulivyotangulia kusema katika taarifa yako, tunawatafuta mafundi wengine wenye weledi wowote wa kwa sababu kama unavyofahamu, tunahitaji mafundi wengi kadri linavyowezekana. Tukatafute mafundi wote wenye weledi wengine katika mikoa yetu, wote waweke TEMESA waweze kufanya kazi hiyo. Baraka. Na jukumu hili la kuhakikisha mafundi wote wele, wenye weledi wako TEMESA ninawapa muda wa mwezi mmoja tu. Ni mwezi mmoja tu mafundi wote kwenye kila karakana weledi wawepo pale mafundi ili waweze kuhakikisha kwamba zoezi hili na kazi hii ya utekelezaji wa mkakati huu unafanyika kwa ufanisi mkubwa na kuwa na mafundi wenye weledi kote. Na kwa sababu hiyo, na ili kuendeleza mwendelezo huu mzuri na kuelekezeni pia mkaingie mkataba na NIT mkataba endelevu na NIT wa kufanya ufuatiliaji wa mafunzo yote wanayoyatoa kule kwenye karakana zetu za mikoa 26 hasa ni karakana ni mikoa michache sana mkoa chua unaweza kutembelea na mafundi wako kuona kila kinachoendelea mkahakikisha mnaingia mkataba na NIT kuhakikisha kwamba mafundi hawa wanafuatiliwa na kuhakikisha kwamba weledi tulioutaka ndio unaotekelezwa na kwa kufanya hivyo utaweza kubaini vilevile mapungufu ya mafundi waliopo na kupitia upungufu ule, utaweza kuandaa mafunzo yako ya aina yake tena training, na ni kitu gani kitafanyika. Tunakupa jukumu hilo kuanzia sasa, ili kuhakikisha kwamba na wewe mwenyewe ndani ya miezi mitatu mafundi wote Tanzania katika karakana zetu ni bora kuwahi kutokea katika nchi yetu Tanzania. Mtendaji mkuu wa Temesa Lazaro Kilahala akaeleza namna amefanikiwa kutekeleza mpango huo. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA umeanza kutekeleza mkakati wa mabadiliko ya utendaji kazi wake kwa vitendo. nataka kutengeneza TEMESA mpya, TEMESA ambayo itaacha historia katika nchi hii, na ili kufikia azma hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la uendelezaji rasilimali watu ni jambo la, la msingi na la lazima tumeona wazi kabisa kwamba ili tufike tunakotaka kwenda lazima tuanze kwa kutengeneza rasilimali watu yenye tija, yenye ufanisi, yenye ueledi, yenye kujiamini. Na hii mheshimiwa rasmi inatokana na ukweli kwamba baada ya kufanya utafiti na ufuatiliaji wa kina kupitia ziara na vikao vya wadau, lakini pia hata mwenyewe ulifanya ziara kina, mkoa, mkoa. Na na mali, mali, mali, ya kina mkoa kwa mkoa na kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao tunawahudumia katika mikoa Ilidhihirika wazi kwamba katika eneo la ufundi tuna maeneo kidogo tunakumbukiwa. Sasa kama tunakumbukiwa kwenye ufundi na rasilimali watu ndio msingi wa mabadiliko ya kweli, basi tukakimbia kwa wenzetu wa NIT. Tukasema hebu tusaidiane tunatoka hapa. Kwa hiyo hiki tunachokizindua leo ni matunda ya ushirikiano baina ya NIT na TEMESA katika kuondoa changamoto hii ya mafundi wetu na kuwapa ujuzi, weledi na kujiamini ili wakaweze kufanya kazi zetu za utengenezaji magari kwa ufanisi na kia zaidi. Abdul Mustafa ni fundi mkuu karakana ya Temesa Dar es Salaam, akieleza namna elimu hiyo inapaswa kutumika. Tujitahidi sana tunapotoka hapa, tusiende kukaa na mafunzo yetu ndani kwenye vitanda vyetu tukawa navyo. Serikali imewekeza nguvu nyingi ya kutoa pesa kutuleta hapa kwa ajili ya sisi kwenda wapa wenzetu kile ambacho kinatakiwa kuwezekana. Mimi wakati naongea na meneja wangu wa mkuu nilimwambia, ili kuipunguzia bajeti gharama za serikali ni sisi tuhakikishe kwamba tunaipunguzia budget ya serikali, tuhakikishe kwamba tunaweza kwenda kufundisha mafundi wetu. Sio ndio jamani? Sasa tunapoaminiwa hapa saizi halafu tukafika kule Mama Matiro anapita au mzee Garonda anakuta ndo yale yale ambayo anaendelea, tutakuwa tunajadili. Kwa hiyo Msonde, mimi nakuahidi na tutabadilika sana tutabadilika sana, na tutaenda kuwa na tija. Huu ni moja ya mkakati wa TEMESA ya mabadiliko katika kufanya kazi kwa ufanisi, ambapo tayari mitambo ya kisasa ipo katika kila mkoa. Awali dr Msonde alipata fursa ya kutembelea karakana katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ambapo mafunzo hayo yanatolewa. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.